Vijiji vinne na vitongoji 35 na kwa mujibu mkona, ambi, wa takwimu za kati mkoa. Naniambie, mi ni miongoni mwa watu walioshinda sana uchaguzi uliopita wa vijiji na vitongoji kwa kama kuna jimbo moja ambalo mimi najua tukienda kwenye uchaguzi nitashinda ni mimi na mi ni mtiania sasa. Mwenyekiti, mimi nilishiriki uchaguzi wa 2020 na nilishiriki chaguzi tangu mwaka elfu mbili na nane mi nimegombea nime, nimeanza kugombea ubunge elfu mbili na nane nikiwa chuo kikuu, wakina silinde wale nimewainspire mimi. Infact silinde anaenda kugombea, mi nikiwa diwani nilimpa dauri mimi akagombea. Yani dreams zangu za kuwa mbunge ni za mda mrefu sana. elfu mbili na nane nikaenda kwenye kura za maoni, mwenyekiti, nikapata sufuri sikukata tamaa nikarudi, elfu mbili na kumi nikaongeza kidogo lakini nika nikawa diwani, nikarudi kumi na tano nikashinda ubunge na, yani, nikarudi ishirini ningeshinda ubunge na hata sasa nikiwa mzima nashinda ubunge talii, huu ni ukweli kabisa wa Mungu, lakini nimeona mengi, mwenyekiti. Bahati nzuri pia nimeaminika kwenye chama, nilikuwa kwenye timu ya watu watano iliyoteuliwa na mwenyekiti Mbowe kwenda Ikulu tarehe ishirini mwezi wa tano ishirini ishirini na mbili na baadaye nikawa kwenye kikao cha maridhiano. Tumekwenda kwenye uchaguzi elfu mbili na kumi na nne nyie wote mnajua Chadema ilitoka kwenye asilimia nyingi sana ikashinda vitongoji vingi sana na vijiji. Kuna majimbo kwa mfano Itilima, mwenyekiti, tulishinda vijiji vyote isipokuwa hiki kimoja. Jimbo la mheshimiwa Lissu yenyewe tuliwaachia CCM vijiji vitatu. Tukalime kati ya vijiji 88 na tulishinda vijiji 66, wakashinda 22. Tulishinda vitongoji 380 kati ya 500, wakashinda 120 kodi wapinzani kweli kweli. 2015, mimi nimekwenda kwenye uchaguzi tumeshinda madiwani 16 sisi sema wakashinda 10, kwa hiyo wakawa wapinzani na mbunge. Majimbo yote mawili ya Tarime mjini na vijijini tumewashinda, mitaa tumewashinda, ubunge tumewashinda, madiwani na tukawashinda kweli kweli, kura za rais. Hiyo ni 2014. 2019, watu tuliokuwa tunaongoza vitongoji 380, tukapata kitongoji zero. Tuliojaza fomu 2014 tumejaza vizuri, 2019 tumekuwa wajinga, hatuwezi kujaza tena fomu. Hayo mambo yanaweza kueleweka kwa mtu mjinga kabisa asiyekuwa na akili, lakini kama una akili timamu unajua huo ni upuzi na haukubaliki. Tumekwenda Ikulu baada ya uchaguzi wa elfu mbili na kumi na tisa na elfu mbili na ishirini kwa kauli ya rais mwenyewe amesema yaliyojitokeza elfu mbili na kumi na tisa na elfu mbili na ishirini hayatajirudia tena. Tumeshiriki kikao, mwenyekiti Mbowe anatuongoza tulikuwa na, na Mnyika na Kinana naongoza timu ya CCM na nyaraka tunazo, wakati mwafaka tutazitoa. Wamesema yaliyojitokeza 2019 na 2020 na yatajitokeza. Hiyo ni kauli ya Kinana tena, ziko kwenye maandishi. Nini kilichojitokeza kwenye uchaguzi wa 2024? na waulize nyie, nini kilichojitokeza tumesimamisha wagombea themanini na nane. Tarime walikata asilimia 60 kabla tujaingia kwenye uchaguzi. Vitongoji 500 wamekata karibia asilimia 60, kwa mujibu wa kauli ya waziri wa TAMISEMI aliyotoa kwa waandishi wa habari, wamesema wagombea elfu kumi na mbili na mia sita wa upinzani wameondolewa kwa sababu ya kushindwa kujaza fomu, si wamegonga mihuri vibaya, si ni kumi na mbili elfu? kwa hiyo tunaenda kwenye uchaguzi, CCM imeshashinda wagombea elfu kumi na mbili, na kwa mujibu wa takwimu zetu ni wagombea zaidi ya elfu sitini waliondolewa. Wakwetu kuna mwanachadema anathubutu kusimama huyu mtu ana nia njema na chama hiki, kusema kwamba tukienda kwenye uchaguzi kwa mazingira haya tutashinda? Yupo anyoshe mkono aseme mimi jimbo langu mkiniacha hivi nitashinda, tumuone. Tusidanganyane hapa. Tumekaa kwenye vikao tukathibitisha bila kuacha shaka kwamba mazingira tulionayo kwa sasa, tukienda hivi hatuwezi kushinda uchaguzi. Lazima tutafute mbinu za kukabiliana nao watu, ili tuende kwenye uchaguzi ambao ni huru na haki. Sasa mtu anasimama eti anasema oh, tusipoenda kwenye kwenye chaguzi chama kita. This is not a business entity. Kama unataka kufanya biashara kafungue duka ufanye biashara huko. Hii ni taasisi ya kisiasa ya mapambano, na tutashinda hivi tumekwenda kwenye uchaguzi mkuu wa ndani ya chama chetu, tumeaminiwa na mheshimiwa mwenyekiti. Tulikuwa kwenye ziara kanda ya Nyasa, watu wa Nyasa wako hapa. Wananchi wanakiunga chama hiki mkono sana sana, tunaelewana vizuri. Wananchi wanaunga chama hiki mkono na wanaunga ajenda ya no reforms no election mkono ndio maana mikutano yetu imekuwa na watu wengi na watu wamefurahia na ajenda zetu zimesikika. Ndugu zangu, mimi narisu, na Lisu na nyie na nani wote tunatamani kuwa wabunge, lakini mazingira yaliyopo hayatufevi kuwa wabunge. Tunachukua hatua, tumeona viongozi wa dini, tumeona mabalozi, tumesafiri nje ya nchi. E, hii yote ni katika kuhakikisha kwamba tuna engage kila mtu asibaki behind hii agenda ya no reforms, no election. Siyo agenda ya Wanachadema, ni agenda ya nchi. Ndio maana maaskofu wanasema mabadiliko yafanyike, ndio maana mashehe wanasema mabadiliko yafanyike. Anayepiga hii agenda anania gani, na anasema yeye ni mwanachadema? Maaskofu wamesema, mashehe wamesema, hatujawasikia. Shehe Ponda akasema nini jana? Kasema mambo hayabadilike. Uongo, kweli? Sasa nani anayesimama, anasema anasema kwamba tutaenda kwenye uchaguzi namna hii, tushinde? nataka brakmeri chama, no brakmeri no. Kwa kweli tusidanganyane hapa jamani, nchi yetu inalilia mabadiliko, watu wamefanywa maskini rasilimali zao zinauzwa kwa Wachina. Watu wanahitaji uongozi mbadala, uongo kweli? Na uongozi mbadala huwezi kupatikana kwa njia hizi, kwa uchaguzi huu. CCM hawataki uchaguzi huru kwa sababu wanajua hauwezi kushinda kwenye boksi la kura. We unaesema tuende kwenye uchaguzi kwa njia hizi, wewe unaunga mkono CCM, ungi mkono mabadiliko ya wananchi wanayoyataka. Kazi tulionayo tupeleke petition na inawatisha sana. Kuna karatasi za petition tumezunguka, mwenyekiti, na mimi nimepata taarifa ya ndani na advantage ya kuwa kiongozi. Mimi nimegundua ukiwa kiongozi wa juu humu, kuna vitaarifa taarifa vinapita kwako hivi, unaviona vipi? <laughs> kwa mwenyekiti wetu atuongoze kwenda shimoni na mimi namsaidia. Tuko na shehe hapa, hatuwezi kwenda shimoni na mwenyekiti anajua vilevile, akitaka kwenda shimoni, nami nikaona nitaenda shimoni, tamwambia mwenyekiti hapo, tunaenda shimoni. Kwa hiyo hakuna hakuna namna mtu kuwa na hofu. Iko hivi, hawa jamaa wanatetemeka kweli kweli, yeah. Tusiwasaidie eh? tusifanye nini, tuwasukume kwenda shimoni wanakoelekea Hakuna uchaguzi utakuwa na uhalali nchini bila Chadema, haupo huo uchaguzi, haupo. Kwamba Chadema haipo nani atakuona kwamba utayumba kutoka siku ya kwanza, hmm? Watu wetu wanauawa, tunataka tuende kwenye uchaguzi za vita, kwenye vitu vitongoji ameuawa hapa Singida, kitongoji tu, halafu mtu anatuambiaje ubunge ndio watakupa. Kuna wengine wanafikiri wao oh, tukienda tutapata 5% sio nini, tutapata viti hata wengine, kama wanakunyima 5% ya kwenye kitongoji kitongoji, watakupa 5% ukwalify kupata eh, ruzuku? Hivi tunaongea mambo, tumesinzia au tunajua mambo? Watu nao deal nao watakupa 5% ya ya viti maru upate kiti maru mpeleke bunge. Hawa watu wana aibu, hmm? Kwa mwenye kitu kumalizia hili ni nani, ndugu zangu? Tukiondoka hapa, tuchukue fomu za petition twende kila jimbo. Kama unataka kuwa mbunge, tunataka saini za watanzania milioni 15 wanaosema uchaguzi kwa njia hii hauwezekani na hatukubali wizi wa uchaguzi, alafu tutazikusanya Tutazipeleka kwenye organization zote za kidunia, watakosa legitimacy yoyote, na mtu asiandikiwe kule. Tulikopita watu wanaandika wenyewe, wanapinga mfumo, watu wanajua kwamba uchaguzi unaibiwa. Ni uongo? ni kweli? kwani sisi kwenda kufanya kazi. Sasa mtu anayetegemea apate haya mambo kwenye, kwenye, kwenye silver prata, huyo ni tofauti. Sisi tuko tayari kuongoza chama hiki kipate tume huru ya uchaguzi, tuingie kwenye uchaguzi. Short of that, hakuna maelewano na hao wapi. Hiyo ndio statement ya chama na mwenyekiti atazungumza, ndio makubaliano. Mimi bahati nzuri nilikuwa kwenye kamati, na inachekesha sana, imecheka vitu fulani kwamba eh, hey, alipitishwa wengine walikuwa wajumbe wa sekretarieti na ndio wali draft ile nani, alafu tena leo wanasema haiwezekani. Inaeleweka hiyo. Kuna nini kimebadilika? yes, eh, yes, eh? Yes, au kulikuwa na kamsukumo fulani ambako hatukajui. Yes, wa wazi uongozi huu umechaguliwa kidemokrasia na umekalia kiti umetosha. <laughs> Hakuna wa kumwingiza upepo hapa, na wananchi wanaunga hiki chama mkono. Yaani hiyo ni bora tukaambizane kabisa, no blackmail, hakuna vitisho na, na, na nimalizie kwa kusema mwenye kiti kuna yule punda aliyembeba Yesu, Amen. Alifikiri yeye ni maarufu sana kwa sababu aliingia pale, watu wanatandika miti wanafanya nini, wanamshangilia, akafikiri yeye ni maarufu sana. Alipoenda peke yake, aligundua If you think you are more prominent kuliko Chadema, try jaribu. Kuna wengi tu wamejaribu hiki ni chama cha wananchi, kinaungwa mkono na mwenyekiti. For the first time chama hiki kimeseti agenda. Waziri anaimba no reform, makara anaimba no reform, wananchi wanaimba no reform. Mnataka nini zaidi yako eh? People, hakuna kulala. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante. Makofi kwa Mheshimiwa Heche. Nikumbushe ni, ni tu nikukumbushe hivi mheshimiwa Heche, kwa nafasi yake ni mwenyekiti wa kamati ya maadili. Naomba hilo likumbukwe na liheshimike, ee boss. Sasa e, sasa nichukue fursa hii e, kama ambavyo katibu mkuu amesema kwamba tutakuwa na session e, mbili. Session hii itakuwa ni session ambayo E, mwenyekiti wetu ataiongoza kwa maana ya kuja kuendesha mada na baadaye tutakuwa na session ya mjadala, na katika hatua ya mjadala sasa tutazungumza sawasawa jamani, na katika kuzungumza e, ninyi, ninatambua kwamba katikati yetu yupo spika wa bunge la wananchi e, mheshimiwa Susan e, Limo. Naomba mama Susan Limo usimame tafadhali, naomba pigwe makofi, spika wa bunge la wananchi. Sijajua kama naibu wako yupo lakini wakati wa mjadala naam, umekaa mbali sana Lumola bwana, umekaa wewe na naibu spika umekaa mbali sana basi, utamba uwepo wako. Basi wakati wa mjadala eh, madam speaker atatufungulia eh, kwa maana ya kwamba sasa mjadala wawatiania pamoja na mazungumzo atakayoendelea basi, kwa heshima kabisa, baada ya mazungumzo haya nichukue